Kufuatia tukio lililojiri siku ya tarehe 15 ya mwezi wa 9 ya mwaka 2025, tukio la wakili Deogratius Mahinyila kuingia kwenye marumbano makubwa na maafisa wa polisi nje ya Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ya Dar es Salaam, hatimaye TLS imetoa taarifa rasmi kwa wanachama na umma kuhusiana na kitendo cha udhalilishaji na kupigwa kwa wakili Deogratius Mahinyila kilichofanywa na askari wa jeshi la polisi. Chama hicho cha wanasheria kimetoa barua yake yenye kichwa cha habari chenye kusomeka taarifa kwa umma namba 006 tarehe 26 mwezi wa 9 ya mwaka 2025. Taarifa rasmi kwa wanachama na umma kuhusiana na kitendo cha udhalilishaji na kupigwa kwa wakili Deo Mahinyila kilichofanywa na askari wa jeshi la polisi tarehe 15 ya mwezi wa 9 ya mwaka 2025 akiwa ndani ya Mahakama Kuu masjala ya Dar es Salaam akitimiza majukumu yake kama wakili na hatua zilizochukuliwa na baraza la uongozi mpaka sasa. Mnamo tarehe 15 ya mwezi wa 9 ya mwaka 2025, ikiwa ni siku ya Jumatatu, majira ya asubuhi, wakili mwenzetu aliyekuwa amevalia nadhifu kama wakili msomi Deogratius Mahinyila roll namba 10205 akiwa ndani ya eneo la mahakama kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, alionekana kushambuliwa na kudhalilishwa hadharani ndani na nje ya jengo la mahakama, eneo la mahakama kuu, tukio ambalo lilirekodiwa na vyombo vya habari na na kushuhudiwa na umma, baada ya hatua za dharura zilizoshughuliwa na baraza la uongozi la chama cha wanasheria Tanganyika TLS, wakili Deogratius Mahinyila alipata dhamana siku hiyo hiyo ya tarehe 15 ya mwezi wa 9 ya mwaka 2025, kama sehemu ya kushughulikia tatizo lililojitokeza na matukio mengine ya aina hiyo, baraza la uongozi, <coughs> baraza la uongozi liliitisha vikao vya dharura vilivyowashirikisha viongozi wote wa chapters nchi nzima, ili kujadili na kuamua hatua sahihi, sahihi na madhubuti za kuchukua kwa ajili ya kulinda utu na hadhi ya mawakili nchi nzima kutokana na kuwepo kwa vitendo mfululizo vinavyoathiri mawakili moja kwa moja katika utendaji wa kazi zao kwa mujibu wa sheria. Mnamo tarehe 17 ya mwezi wa tisa ya mwaka 2025 baraza la uongozi kwa kushirikiana na viongozi wa chapters zote nchini walikutana na kupitia majumuisho ya maoni na mapendekezo toka kwa kila chapters pamoja na AYL na maoni ya wa wajumbe wa baraza la uongozi, kwa lengo la kuchukua hatua na kutafuta mwarobaini wa kukomesha kabisa vitendo vya unyanyasaji wa mawakili, hasa wakiwa kwenye majukumu yao kwa mujibu wa sheria. Kikao kilikubaliana hatua za kuchukua na kuteua kamati iliyojumuisha baadhi ya viongozi wa baraza la uongozi na baadhi ya viongozi kutoka kwenye chapters, yaani kamati maalum ya muafaka, kwa ajili ya kukutana na Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Jaji George Mcheche Masaju ili kuwasilisha kwake mapendekezo ya TLS yanayolenga kukomesha vitendo vya udhalilishaji wa utu na hadhi ya mawakili na heshima ya mahakama kwa ujumla, kwa kuwa mawakili ni maafisa waandamizi wa mahakama. Mnamo tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka 2025, kamati maalum ikiongozwa na rais wa TLS Boniface AK Mwabukusi ilifanikiwa kukutana na Mheshimiwa Jaji Mkuu ofisini kwake Judiciary Square Dodoma na kuwasilisha kilio na mapendekezo ya TLS Miongoni mwa mambo mengine, mheshimiwa jaji mkuu aliona ipo haja ya kuandaa mkutano wa haraka kati ya TLS, IGP, DPP, Takukuru, uhamiaji, ofisi ya mwanasheria mkuu na wadau wengine muhimu katika mnyororo wa haki, ili kuona ni namna gani kwa pamoja tunaweza kutatua changamoto iliyojitokeza ya kushambuliwa kwa wakili Deo Mahinyila, lakini pia kuweka utaratibu utakaozingatia heshima na utu wa wakili, hasa anapokuwa anatekeleza majukumu yake ya wakili kwa mujibu wa sheria tena, hasa anapokuwa kwenye maeneo ya mahakama, vituo vya polisi, ofisi za uhamiaji, Takukuru na maeneo mengine kama Tume ya Kudhibiti Madawa. Mheshimiwa Jaji Mkuu aliyepokea mapendekezo ya TLS na kuahidi kuyafanyia kazi, ikiwa ni pamoja na kuandaa mkutano huo wa wadau. Tarehe hiyo hiyo 19 ya mwezi wa 9 mwaka 2025, baraza la uongozi lilitoa taarifa kwa wanachama wake yani, community namba 004 kuhusiana na kikao cha dharura kilichofanywa kati ya kamati maalum ya TLS na mheshimiwa jaji mkuu na kuwasihi wanachama kutulia ili kupisha majadiliano yaliyokuwa yanaendelea na kusisitiza kutoa taarifa ya hatua zitakazochukuliwa ndani ya siku saba. Baraza la uongozi linapenda kutoa taarifa kwa wanachama wa umma kwa ujumla kuwa mnamo siku ya Jumatano ya tarehe 24 ya mwezi wa 9 ya mwaka 2025, kama sehemu ya utekelezaji wa maelekezo ya mheshimiwa jaji mkuu kutokana na malalamiko ya TLS, Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliandaa mkutano wa wadau wote wa mnyororo wa haki nchini pamoja na kamati maalum ya TLS katika ukumbi wa Mheshimiwa Jaji Mkuu, Judiciary Square Dodoma, kwa lengo la kujadili ushirikiano wenye tija na mahusiano mazuri kati ya wadau katika utekelezaji wa majukumu kwenye mnyororo wa utoaji wa haki. Mkutano tajwa uliwahusisha wadau ambao ni mahakama yenyewe ikiongozwa na Mheshimiwa Jaji Mkuu, kamati maalumu ya TLS, PBA, AG, DPP, SG, NPS, polisi, magereza, TAKUKURU, uhamiaji na tume kuzu ya kuzuia na kupambana na madawa ya kulevya. Mkutano huo na majadiliano ya muda mrefu yaliangalia changamoto zote zinazowahusu mawakili wa hadhi ya mahakama kwa ujumla, kwa kuangalia heshima na utu wa mawakili, mahakimu, wasajili, majaji na wadau wote wa mahakama. Mkutano ulipitisha maazimio ambayo mahakama chini ya ofisi ya mheshimiwa ya Jaji Mkuu inayaratibu na itayatuma kwa wadau wote tukiwemo TLS kwa ajili ya utekelezaji. Kwa ujumla, maazimio yamezingatia suala la umuhimu wa nidhamu na kuheshimiana baina ya watu wote, majukumu na mipaka ya kila mdao kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za kazi za taasisi au wadau husika, pamoja na mambo mengine muhimu kuhusu ukuu na hadhi ya mahakama, ikiwa ni pamoja na mahakama kusimamia nidhamu kwa kutekeleza kwa ukamilifu adhabu kwa yeyote atakayesababisha dharura kwa mahakama au kufanya vitendo vya kuidharau mahakama yani, contempt of court. Mwisho, Baraza la uongozi TLS linawashukuru wanachama wake wote kwa kuwa wavumilivu na kuendelea kushikamana kwa kipindi chote ambacho baraza la uongozi limekuwa likifuatilia ufumbuzi wa vitendo vya unyenyesaji na kutweza utu wa mawakili na hadhi ya mahakama, kama kitendo kilichofanyika kwenye eneo la mahakama kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam tarehe 15 ya mwezi wa 9 ya mwaka 2025, kilichomhusu wakili Deogratius Mahinyila. Lengo letu kama TLS ni moja kusimamia na kutetea haki, heshima na utu wa kila wakili hapa nchini, na sio kinga au hadhi maalum. Hapana. Umoja wetu na mshikamano ndio silaha yetu kama mawakili na wanachama wa TLS. TLS inawajulisha wanachama kwamba hoja zimepokelewa, zimejadiliwa, na kwa sasa tunasubiri ukamilisho na maagizo yaliyofikiwa na wadau wote katika kuhakikisha ufanisi na usalama wa wadau wote wanapofika mbele ya mahakama. Baraza la uongozi linaahidi kwa wanachama wake kuwa mara TLS itakapopata andiko la azimio kutoka mahakama, tutawasilisha kwa kila chapter ili wanachama wote waweze kuona kufahamu na kutekeleza yale yote tuliyokubaliana kwa mustakabali wa ustawi wa mawakili, mahakama, wadau wa haki na nchi kwa ujumla. Kwa wakati huu viongozi wote wa chapters kwenye maeneo yenu mnaelekezwa kushughulikia kwa umakini na uharaka changamoto zinazowapata mawakili na yale mtakayoshindwa kuyashughulikia mtoe taarifa TLS makao makuu mara moja, bila kuchelewa, hasa pale tukio lolote linalotweza hadhi na utu wa wakili akiwa kwenye utekelezaji wa majukumu yake litakapojitokeza. Kwa sasa baraza la uongozi linawaomba wanachama wote kuendelea na majukumu yenu ya kawaida kwa ukamilifu wake. Baraza la uongozi litaendelea kusimamia kwa dhati malengo ya kuanzishwa kwa TLS kama ilivyoainishwa kwenye kifungu cha nne cha sheria ya chama cha wanasheria Tanganyika CAP 307 kwa maslahi mapana ya wanachama wake, wananchi na taifa kwa ujumla, bila uoga, chuki wala upendeleo. Imetolewa na baraza la uongozi la TLS, Boniface ak Mwabukusi, rais nam. Hiyo ndio barua ya TLS iliyotolewa juu ya yale ambayo yamefikiwa kuhusiana na sakata zima la wakili Degratius Mahinyila, kutokana na sakata zima lililotokea kwa wakili Degratius Mahinyila siku ya tarehe 15 ya mwezi ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano ndani ya viunga vya mahakama kuu ya Tanzania, masjala ya Dar es Salaam. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye hili lakini pia endelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi. Kiganjani mwako.